Historia yake na uwanja huo wa Benjamin Mkapa. Okay. Uh, umekuwa uwanja wa namna gani ambavyo yeye unampa matokeo? Uh, binafsi naona kwamba ni miongoni mwa, mwa, mwa timu ambayo uh, ndo ilijenga ilijenga lile jina la kwamba kwa Mkapa atoki mtu. Yeah. Uh, kutokana na kwamba kuamini kwamba mtu akija kwa Mkapa alikuwa na matokeo mazuri nyumbani ama ameanzia kwa Mkapa basi asio na asilimia kubwa kwamba atatoka na ushindi, mm. Nadhani ile zana ndio imejengeka ime na kama kujengeka, basi hata wengine ambao si uh, uh, wanazi ama timu kutoka Simba ama mashabiki kutoka Simba wakisikia hiyo kauli moja kwa moja wanakuwa na uh, lazima wapate kidogo uh, kuto kujiamini, mm. Nadhani timu za nje pia zina, zina, zina zikiangalia matokeo ya timu zingine, amekuja Almasri, amekuja nani, amekuja nani Uh, hawakupata matokeo mazuri. Kwa hiyo ukijaribu kuwaangalia hawa ambao hawajapata matokeo mazuri na wanajipigia hesabu, pengine nikienda kwenye huo uwanja sitapata matokeo mazuri. Lakini cha pili ambacho mimi nadhani uh, Simba nakitazama uh, Simba natazama capacity ya uwanja wa Benjamin Mkapa mm. Capacity ambayo uh, ukijaribu kuangalia uh, hesabu tu za haraka haraka, 60 ukitoa 15 ni kama 45 hivi, na watu elfu 45 kuingia kiwanjani ama kuingia uwanjani, maana yake uh, kuna nguvu kubwa ambayo imeongezwa. Tunaamini kwenye nguvu ya mshabiki mm. ama nguvu ya mchezaji wa 12 uh, kwamba shabiki ana nguvu kubwa sana katika kusupport, ndio maana hata wenzetu kule mataifa ya kaskazini ukienda yeah. uh, utaona namna ambavyo mashabiki wanatumika mwanzo mwisho wanakuwa na nyimbo. Hata kwa mfano tu kwenye hii mechi ambayo imepita ya, ya kwanza fainali okay. Uh, tumeshuhudia, kulikuwa kuna sehemu mbili, kulikuwa kuna sehemu ya watu ambao eh, ni eji ambazo hazihitaji purukushani mm. Eh, walikuwa wametulia, lakini walikuwa wanashangilia kwa ustaarabu, lakini kulikuwa na, na, na, na kisehemu ambacho kilikuwa na watu ambao wanaamshaamsha mwanzo hadi mwisho. Ee, mwa mchezo huo yes, kwao nadhani mashabiki ni, mm -hmm, ni kitu ambacho Simba pia wanakipatia wana, wana, wana, wana, wana wasiwasi kwamba tumetoka kwa Mkapa eh, ambapo tulikuwa na uwezo wa ku, kuwakaribisha mashabiki wetu elfu sitini mm -hmm, wakaingia kwenye mchezo huo hamasi ingekuwaje? nguvu ingekuwaje? morali ingekuwaje kwa wachezaji wetu? mm -hmm. lakini sio hivyo tu, mashabiki pia nao wangekuwa wanaenjoy wakiangalia hapa pia Uh, Simba tayari wamesha kuisha kukata tiketi tiketi, okay. Eh, sasa tiketi unakuja kuangalia tiketi usha, usha, umsha sema VIP B labda sold out au nini hapa, sold out. Sasa mwisho wa siku unaanza kujipigia hesabu tena inakuwaje sasa hapa, maana yake kuna utaratibu mwingine eh, ambao uta, utaangalia watu ambao 40, 45 ambao hata ingia 10, 15 tu ambao wanaruhusiwa kwa sababu ya uwezo wa uwanja ni Amani Complex. Lakini kwa RS Berkane wao nadhani wanachokifanya ni, kutoa pressure yeah. Eh, nadhani si si si dhani kama wanashindwa kucheza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, sina uhakika na hilo mm -hmm. Mimi naamini wana uwezo wa kucheza Benjamin Mkapa, lakini kinachowafanya watumie hiyo mbinu hiyo ni mbinu ya nje ya uwanja kwamba tuna kubabaisha n yani tuna, tuna, tuna, tuna, tuna kutia pressure es yeah, pale ambapo ulipozoea ulipofikiria hapo sisi tuna tunajaribu kutia pressure ili ubabaike. Tukishakuja sisi huko uone kama na wewe upo, upo awei kumbe huko nyumbani kwa. Nadhani ni miongoni mwa sababu <coughs> muhimu ambazo timu zote hizi zimeangalia, lakini sio kwamba Simba akiwa nje ya Benjamin Mkapa aweza kashinda, mm -hmm. ama berikana akiwa nje uh, ya uwanja wa Amani ama asipochezee Amani akacheza uh, kwa Mkapa naye hawezi kushinda. Inawezekana kashinda ama Simba kashinda. Vyovyote vile nategemea tuna mchezo husika umeendaje kwa siku hiyo.